Na maafisa wa usalama wa kaunti ya Embu wamewataka wanablogu wanne wa eneo hilo kuandikisha taarifa kuhusiana na vitisho kwa kiongozi wa DCP, Rigathi Gachagua. Kamishna wa kaunti hiyo Jack Obuo, amesema kuwa wanne hao wanahusishwa na madai ya kumtishia Gachagua ambaye amepanga kuzuru eneo hilo kumfanyia kampeni mgombea wa DCP wa eneo bunge la Mbeere North, Newton Karish. Wanablogu hao ni pamoja na Simon Njagi Njiru, anayejulikana kama Gikundo wa Gikundo prosecute mtu kabla hatujaona ile context ambayo mtu alitoa taarifa. Kila kitu inategemea context ya taarifa, na tumeshasema, tumesema leo leo tuko na shughuli ya kusamon wale walitoa hizo taarifa. DCI watachunguza waone context. And then from there, tutaamua ama DCI na police wataamua kama kuna haja ya prosecution ama kuna haja ya ku open investigation na mtazamaji na baada